Wapishi umeenda salama, lakini jambo la pili nipende kuwashukuru, kushukuru chama changu, chama cha mapinduzi chama ambacho mchakato mzima ambao e, tulipoanza kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa pamoja na serikali kuu, sisi kama madiwani pamoja na wabunge pamoja na rais. E, nimpongeze mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa alioupata, lakini waheshimiwa wabunge jimbo la kusini pamoja na jimbo la kaskazini, mheshimiwa Magembe pamoja na E, Lutandola kwa namna walipopata ushindi mkubwa. Lakini sisi sasa leo ilikuwa ni siku na sisi ya kuapishwa. Mchakato ulianzia kupata mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti, ambapo chama changu chama cha mapinduzi kilikuwa e, kwa mara ya kwanza kilileta majina mawili, lakini jina la kwa, e, kwa, kwa mwenyekiti kwa ameshinda Charles Kapembe. Lakini sasa kwa sababu kulikuwa na sintafahamu ambao chama changu ilibidi sasa kiingilie kati na kuhakikisha kwamba kinaleta jina moja la Bartolomeo Manunga ambaye leo tumempigia kula ya ndio e, amepata asilimia mia moja. Na mimi pia nilikuwa wakala ambaye nimeshuhudia ushindi ulikuwa ni wa kishindo madiwani wamefarijika na wadiwani tunaendelea kumpongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo michakato ya kupata wenye viti wa halmashauri e, ambao sisi kama Chama cha Mapinduzi asilimia tisini tumepata asilimia zote kwenye halmashauri zetu zote. Kwa hiyo mimi naendelea kushukuru chama changu kwa namna ambavyo kimesimamia mchakato mzima wa kuwapata mamea na wenye viti, na hasa sisi Chato ambapo kwa kweli tumepata mwenyekiti aliye thabiti, ataendelea tu kuongoza kwa sababu hata awamu iliyopita aliongoza vyema na tulipata hati safi katika miaka yake mitano, na sasa sina mashaka juu ya Bartolomeo Mayunga, ndiyo mwenyekiti ambaye yuko imara na muamini sana.